Udhaifu, kifungu cha kupata uzuifu wa nguvu za Mungu, na miujiza iliundwa na ukosefu watakatifu. Wapendwa Je, wewe ni mwandishi na mhadhiri maarufu anayuzwa zaidi? Je, umewahi kusoma kitabu cha Profesa Lee Guk-jong Golden Hour? Kitabu hiki kina ukweli wa dawa ya kiwewe katika nchi yetu na maisha ya kujitolea ya profesa huyu. Profesa huyu aliokuwa maisha ya watu wengi, hata katika mazingira duni, nilichanganyikiwa na nimechoka mara nyingi. Wakati wa machakato huo, wakati mwingine unaweza kuwa umejisikia dhaifu na mdogo, ukifikiri, je, hindio tu ninaweza kufanya? Lakini nadhani moja ya sababu kwa nini hadithi hii ya profesa inatuhusu sanani, nadhani ni kwa sababu ya nguvu ya kutokata tamaa hata kukiwa na mapungufu na mapungufu kwa kushangaza, udhaifu wake ulimfanya kuwa na nguvu zaidi. Tunaona kwamba neema ya Mungu iliongeza juhudi zake na mambo ya miujiza yakatokea. Neno tutashiriki leo 2 Wakorintho 12, ni hadithi ya Mtume Paulo. Paulo alikuwa mtu mwenye uwezo na bora kuliko mtu mwingine ye... lakini pia alikuwa na mapungufu kama profesa wetu wa kigeni. Hapana, labda alikuwa na huo udhaifu ambao sisi sote tunao. Na kupitia udhaifu huo, andiko la leo ni hadithi inayoonyesha jinsi nguvu za ajabu za Mungu zinavyofunuliwa. Eneo la Korintho lilikuwa mojawapo ya majiji tajiri zaidi na yenye maendeleo ya kitamaduni katika milki ya Roma wakati huo. Lakini wakati huo huo, palikuwa mahali penye mkanganyiko mkubwa wa kiadili na mahali ambapo ibada nyingi za sanamu Zilikuwa zimeenea. Kanisa la Korintho lilianzishwa kwa mahubiri ya Paulo. Kwa ndani kulikuwa na mwelekeo wenye nguvu kuelekea ugomvi wa vikundi na hekima ya kilimwengu. Katika hali hii, Paulo anatetea utume wake. Alipaswa kuwaonyesha watakatifu njia sahihi ya imani. Lakini Paulo alikuwa na maumivu yasiyoelezeka, mwiba katika mwili. Sina hakika kabisa mwiba huu ni nini, lakini labda ilikuwa ugonjwa wa kudumu au ugumu fulani ambao ulikuwa ukimsumbua kila wakati. Paulo aliomba kwa bidii kwa Bwana mara tatu ili kuondoa mwiba huu. Ni kana kwamba tunakabiliwa na matatizo magumu maishani, ni kama kuomba Mungu, tafadhali ondoa tatizo hili. Udhaifu unakuwa mkondo wa neema. Licha ya maombi ya bidii ya Paulo Jibu la Bwana halikutarajiwa. Mstari wa silan unasema lakini yeye akaniambia, neema yangu ya kutosha, maana uweza wangu hukamilishwa katika udhaifu. Bwana hakuondoa udhaifu wa Paulo, badala yake alisema kwamba katika udhaifu huo nguvu za Mungu zingefunuliwa kikamili. Jamani tu ni upotovu mkubwa kwetu. Ni rahisi kufikiri kwamba ni lazima tuwe na nguvu na ukamilifu ili uweza wa Mungu ufunuliwe Ninapofanya vizuri, ninapofaulu, ninapokuwa mkamilifu, Mungu hupendezwa na kunitumia. Lakini andiko la leo linasema kinyume kabisa. Badala yake, udhaifu wetu, upungufu wetu, huwa njia ambazo kupitia hizo tunapata nguvu za Mungu. Hebu tufikirie kwa muda. Je, ikiwa Paulo hakuwa na mwiba katika mwili, labda alitegemea zaidi uwezo na hekima yake mwenyewe, naweza kufanya kiasi hiki Wenda ulikuwa na kiburi. Lakini kwa sababu ya mwiba huo, Paulo alijinyenyekeza mara kwa mara, sikuwa na chaguo ila kumtegemea Bwana pekii, na wakati huo huo uwezo wa Mungu usiowazika ulitiririka katika maisha ya Paulo. Neno tunalopaswa kuzingatia katika kifungu hiki ni uwezo. Uwezo huu ni zaidi ya nguvu za kimwili au talanta ya kibinadamu, ni nguvu ya kimungu ya Mungu. Hiyo ni inamaanisha enzi kuu ya Mungu yenye nguvu ambayo inatubadilisha na kuzidi kila kitu ulimwenguni. Haijalishi ni dhaifu kiasi gani na hatutoshi toshi, dunamisi ya Mungu, nenda zaidi ya mipaka yetu na utekeleze mapenzi yako. Nguvu hiyo inadhihirika kikamilifu zaidi tunapokuwa dhaifu zaidi. Udhaifu wetu unakuwa njia ya nguvu za Mungu. Baada ya Paulo kupata utambuzi huu alikiri. Kwa hiyo nitajisifu kwa furaha zaidi juu ya udhaifu wangu. Ili uweza wa Kristo ukae juu yangu in 2 Wakorintho 12:9. Jamani, ukiri huu unashangaza kiasi gani? Yule mtu aliyombia udhaifu wake wandolewe sasa anasema atajisifu juu ya udhaifu wake. Kwa sababu udhaifu huo ni njia ambayo nguvu ya Kristo inakaa ndani yako. Ndivyo ilivyo katika maisha yetu. Wakati mwingine tuna mapungufu yetu, udhaifu kushindwa au nyakati nyingine magonjwa au magumu yasiyotazamiwa yanaweza kutuvunja moyo. Kwa nini niko hivi? Je, ni hivi tu ninaweza kufanya? Kuna wakati najilaumu na kujihisi kukata tamaa, lakini hapo ndipo neema ya Bwana ni fursa nzuri ya kupata uzoefu kwamba tunatosha. Watu wengine wanalalamika kwamba ni vigumu sana kuzungumza mbele ya wengine. Watu wengine wanatatizika kwa sababu ya shida za kifedha. Pengine kuna wazazi ambao hupoteza usingizi juu ya matatizo ya watoto wao. Katika udhaifu wetu wote, tunashikamana kwa bidii zaidi na Mungu. Na katika kunyongwa huko, utapata uzoefu kwa nguvu za ajabu za Bwana. Mungu hudhihirisha utukufu wake kupitia udhaifu wetu. Yeye hufanya kazi si kwa ukamilifu wetu, lakini kwa njia ya milika kwetu, kwa sababu tukifanya hivyo utukufu wote hautatufikia, kwa sababu sisitu tunaweza kurudi kwa Mungu. Udhaifu wangu ambao siwezi kuficha hata nijaribu, kwa ni jaribu kuabidii kiasi gani, ikiwa nina upungufu wa acha achanimtoli Bwana, Bwana ataoniasha nguvu zake kupitia udhaifu wetu. Nguvu ya kweli huchanua katika udhaifu. Watakatifu wapendwa, leo leyo kupitia ungamola Paulo tulitambua nguvu ya kweli inatoka wapi. Nguvu ya kweli sio tunapokuwa na nguvu, hutolewa tunapokuwa dhaifu, tunapoku bali udhaifu huwa na kumtegemea kabisa Bwana. Udhaifu wetu kamwe sio aibu, badala yake inaweza kuwa njia ya baraka ambayo kwayo tunapitia ni mana nguvu za ajabu za Mungu. Je, kuna yeyote kati yenu ambaye anahisi kuvunjika moyo na kufadhaika hivi sasa kwa sababu ya udhaifu wangu? Ni sawa. Bwana anatutafuta vivyo hivyo, unataka kukamilisha kazi yako kubwa kupitia udhaifu wetu. Leo, kwa wakati huu, tuweke yote yetu udhaifu, upungufu wetu, mapungufu yetu mbele za Bwana, natukiri, Bwana, mimi ni dhaifu, lakini nima ya Bwana yanitosha. Nataka uweza wa Bwana udhihirishwe kikamilifu katika udhaifu wangu, kwa maungamo haya Kazi ya ajabu ya Mungu katika maisha yetu itaanza, nguvu ya kweli ikichanua katika udhaifu, hayo ndio maisha ya watakatifu wetu wanaoishi kwa nima ya Bwana. Nima hii ikajaze maisha ya watakatifu wote wanaoabudu leo, na wabariki kwa jina la Bwana.